Ni, kwanza ninaomba tu niseme ni masikitiko makubwa sana. Mara nyingi wanasema e, ni vizuri sije mtu muuguze au augue, alafu mpaka mfike mahali mseme bora apumzike. Ni habari ya mtu kufa ghafla namna hii, kwamba alikuwepo, ameposti posti zake tumeziona mm -hmm, afadhali unaambiwa amekufa, inaumiza sana lakini, safari yake imefika mwisho. Kila mtu ana mwisho wa safari yake hata mimi nazungumza, nitakuwa na mwisho wangu. Kikubwa tu ni kwamba taifa limepoteza mtu mmoja muhimu sana, mtu ambaye siku zake za maisha alizitumia kwa kusaidia watu wengine waweze kufikia hatima zao. Alitumika kuonyesha mfano kwamba mtu anaweza kutoka kwenye umaskini kabisa chini kufika mahali ukapanda juu na ukafanikiwa kama mfano kwa wengine, bila kujali alitoka kwenye familia namna gani. Pilipili alikuwa ni mpiganaji, mpiganaji, mpambanaji mtu ambaye muda wote anacheka, muda wote ana furaha. Sio kama alikuwa hana huzuni, lakini muda wote ana furaha, muda wote anachanga, muda wote anataka watu wengine pia wafurahi kama anavyofurahi yeye. Ametoka kwenye familia ya chini, amepigana mpaka juu kabisa. Kila Mtanzania anamfahamu na alikuwa kati ya jamaa alikuwa hachoki. Na alikuja Dodoma hapa kutoka Dar es Salaam, huko alikuwa hachoki na nyumbani la kwao, lakini maisha yake mengi yalikuwa yako nje ya Dar es Salaam alikuja huku kufanya kazi, naambiwa alikuwa na sherehe mm. Ehe, sasa tazama, huyu mtu amekufa akiwa kazini, akiendelea kutafuta bila kutoka. Ni masikitiko makubwa sana, lakini mimi alikuwa wangu mdogo wangu. mdogo wangu na ni mtu ambaye alikuwa tukiongea, anasema yeye pia alikuwa anavutiwa sana na kazi zangu aa, ameanza kuona maandishi yangu siku nyingi sana, akiwa huku na akamtia moyo kupigana, ili aweze kufika juu. Mungu ampumzishe, Mungu ampumzishe, ampe pumziko la milele mambo yafanya hayawezi kusahaulika, na ndio maana tunazungumza kila siku kwamba tunapoishi maisha haya tufanye vitu ambavyo vitaacha alama mm. Tusipite duniani tu kama upeponi, tupite duniani tuache alama kwamba aliishi, alifanya hiki na hiki na hiki. Leo ukiniuliza uh, MC Pilipili amefanya nini, naweza kakuonyesha kabisa kama amefanya moja mbili tatu. Anafanya na vijana wa Tanzania wote kwa ujumla wetu, wao tujitahidi sana kwenye maisha haya, kila mtu aache alama nzuri kwenye maisha ya watu, ili siku naondoka watu wakinika kama hivi ukumbuke kwa wema wa wako. Kama Pilipili aliondoka, alikuwa mchekeshaji eh, kwa nayo tafuta brandi ambayo utakapoondoka watu wakukumbuke kwamba Dokii alikuwa msanii mm. Sigongo alikuwa mwandishi, na safari hii inaendelea mpaka siku unakufa lazima unafanya jambo, yaani siku unakufa lazima unafanya kazi, usikate tamaa, usirivike na hatua waifikia. Hakuna kitu kibaya duniani kama kurivika, usirivike. Ilipili alikuwa mtu mwema, Mungu ampumzishe. Na sisi kama rafiki zake tutashirikiana na familia kuakiisha msiba unafanyika vizuri.